Sabalheri, mteja. Sabalheri. Ah, chai na mahamri. Chai na mahamri? Hata haya huoni, hata kama ekonomi ni mbaya ijafika hapo jamini, wakuja five star kuitisha chai na mahamri. Oh, mama huyu ataka chai na mahamri. Watakarini. <laughs> Untumwa, kuna haya pia vibaya, uoni? Yaani hapa waja kuulizia ya China mandazi, sikia pankibandani ama usikipa kwa mama mtilie, ana mwagala navyotolea macho ka soko zile. We wanaheshima, mimi hapa napika chipsi, najua wataka chipsi manake wafanana na sura ya chipsi. Mtoto wakike una haya, we uko wow, na mtu umeolewa, mogosingo. Umeolewa. umeolewa hata sina cha kusema, umeolewa na nataka mandazi na chai. Kuwa na heshima. Muache huyo mtu, atakusaidia wewe. wakuja kwenye hoteli ya nyota tano kuitisha chai na mahamri, huyo ni mtu wa aina gani? ama mtumwa wewe, ondoka enda umongeleshe huyo mtu. Ah, hiyo pesa yako si ya chai na mandazi, tafadhali hapa si kwa chai na mandazi yeah. Nenda Ah, kwa heri ha. Ha, haoni haya vibaya pia hana hoteli ya nyota tano ya kuja kutisha. Eh, hey, unataka chai na mandazi. Ah.